Eh, msimamo wangu uko wazi. Mimi sikuamini sana kama ni, ni, ni tatizo hilo la la, la, la, la Yanga, kwa sababu hata ukiangalia takwimu zake amefungwa mechi moja tu, na tena kwa margin kwa margin ndogo, matokeo ambayo hata tunaziona klabu kubwa kama anapata nini akin so, wanajua akenda nyumbani wanapindua, wana, wana, wana matokeo nafikiri sa... Folz ni kama mtu ambaye alikosa support, alikosa support, yalikosa support kutoka kutoka kwa kwa top officials wa Yanga. Kuna namna nafikiri wa a... A... A... A... backup wa me... wa me... wa kwamba me... me... kuna me... kesoni mchezoni... kwa mtu ambaye mzikoni mapema sana, lakini kama angepewa muda mimi binafsi ndio ningetuni squad. Like. Ah uk uk uk ukiangalia kwenye kwenye kwenye kwenye game iliyopita. Niliona matanda nini na nini na nini na, ni, na, ni, na ni, makosa binafsi mengi ya wachezaji. Kuliko ambao unaweza kumlaumu kocha. Kwa sababu Yanga walipata nafasi. Walipata humo nafasi nne za kufunga. Akume alipata, Dumbi alipata, Mati. Yeye na wengineo walipata kabisa ile na Boyeli alipata. Ambao hii nafasi moja kwa moja una una una, una, una, una, una, una iweka kwa fundi. Ambao wewe hata kumlaumu kocha, kwa sababu kocha sasa ana ana ana, ameushikaje wewe kukosa kwako kwa moja wa training namna ya kufika la kwenye lango la wapinzani na ku create chances. Ukiangalia kwenye ile mechi nafasi ambazo Yanga walipata, Yanga walipata nafasi nzuri zaidi kuliko ambazo walipata Silver Strikers. Eh. Kwa hiyo mimi ninachoona na, na, na Rose amekuwa mwanga, hajapata hajapata backup back up, up, ya kutosha kutoka kwa eh kwa top officials, pengine na wao waliungana na, na mashabiki mashabiki wao kwamba ah huyu eh achezi ule mpira ambao tunautarajia, lakini ukiangalia goli za goli ambazo so Yanga wamefunga, unaona kabisa hizi zimetengenezwa bila kuna namna na, inafika tena. Pressure ilishakuwa kubwa na viongozi, ile pressure pengine nao wenyewe wamehusika katika kuitengeneza ile pressure kwa kocha, au pressure imetengenezwa na mashabiki wao, pia wame, wameipokea. Kulikuwa kuna namna zaidi ya kuondoka, lakini kwa ukweli ukiniambia mi moja kwa moja kwamba tatizo la Yanga ni Folz mimi binafsi, mpaka kesho kutwa mimi siwezi siwezi siwezi kukubali hiyo. Moja lakini kija kwenye swala la usajili, yapo makosa ambayo Yanga wamefanya wazi kwenye usajili eh. Yanga ilikuwa inacheza kwa tempo ya Aucho, Khalid Aucho, eh msimu ambao umemalizika, Aucho alifanya performance, alionyesha strong performance, performance kubwa kuliko kwa, kuna baadhi ya mechi kadhaa kama hata watu hatu, zwa, wa tuzo wao wa man of the match wangekuwa fair mechi nyingi tu. Eh, sasa unapomuondoa mtu kama yule ambaye anadefine namna ya uchezaji wa timu yako inabidi uwe makini sana katika kufanya replacement kwamba nani unamleta badala yake eh, nani unamleta mtu ambaye wakutuliza timu uh, mimi naamini Haucho hata akirudi sasa hivi Yanga hata asipocheza bado Yanga inaweza akacheza katika, katika mpira ule ambao Yanga wenyewe wanaupenda sababu huyu ni kiongozi, ni mtu ambaye alikuwa na influence practical ya ucho ndo captain wa Yanga, sasa nyingine kuliko hata Bakari mwa nondo mwa mnyeto, practical yule anasema alikuwa kaka mkubwa. Hakuna kitu chochote ambacho mtu yoyote mchezaji yoyote ndani ya Yanga ambaye haucho angeweza kumwelekeza asingeweza kusikilizwa kwa hiyo kama mtu kama yule anaondoka, anaondoka unamleta nani? sio mosi lakini nyingine kuondoka kwa mtu kama kama Stephen Aziz Ki, Aziz Ki ni mchezaji mkubwa katika wachezaji ambao wamesajiliwa wa kigeni katika wachezaji ambao wakigeni Yanga ambayo imewasajili katika miaka ya karibuni, sio yanga tu au hata Tanzania kwa ujumla. Mtu akisema Aziziki the best, mtu hawezi hawezi kupata upinzani. Sasa ameondoka Aziziki, ameuzwa Aziziki, nani amekuja mbadala wake?